Habari, mimi ni Prakash Goura, daktari wa upasuaji wa mishipa ya damu katika Apollo Health City Hyderabad. Hivyo, sababu za kuvaa soksi za mgandamizo zinaweza kugawanywa katika kinga na matibabu au tiba. Wagonjwa walio kwenye kazi zinazohusisha kusimama kwa muda mrefu, kukaa kwa muda mrefu, au kutembea na kusafiri kupita kiasi wanahitaji kuvaa soksi za mgandamizo kwa ajili ya kinga. Soksi hizi zinaweza kuwa za daraja la kwanza ambazo zina mgandamizo mdogo, au zinaweza kuwa soksi za kuzuia thrombosis ya mishipa mikubwa ya damu deep vein thrombosis. Kuhusu upande wa matibabu, wagonjwa walio na hatari ya kupata dalili zinazohusiana na mishipa ya damu iliyovimba varicose veins au hatari ya kupata limfedema mapema sana, wagonjwa hawa wanahitaji kutibiwa kwa njia ya matibabu, Hasa kwenye magonjwa ya mishipa ya damu, wagonjwa wenye mishipa ya damu iliyovimba inayoonekana au dalili za awali kama maumivu au kutokuwa na raha mguni baada ya kusimama kwa muda mrefu, wanaweza kutibiwa mwanzoni kwa soksi za mgandamizo ambazo ni za daraja la pili. Wagonjwa wenye limfedema pia wanaweza kutibiwa mwanzoni katika hatua za awali za matibabu yao. Jambo la muhimu zaidi litakuwa soksi za mgandamizo, ambapo tunapotumia soksi za mgandamizo wa juu kama zile za daraja la tatu.